Mambo vipi, wapenzi watazamaji, wafuatiliaji wa chaneli ya Mkwanja Odds Win, haiyopo uko salama, umeamka poa kabisa. Na leo ni tarehe moja mwezi wa nne, tunaenda kuanza mwezi rasmi. Kuna gemu ambazo naweza kuachia jana, ongeleni ambao umeweza kustaki gemu hizo, memba wa Mkwanja Odds Win, endelee kuwapa hongera kubwa sana kwa kuendelea kufanya vizuri na tusikate tamaa tuendelee kupambana na tuendelee kupambana kila siku katika channel ya Mkwanja Watu Wengi. Kikubwa tu, hakikisha ume subscribe, hakikisha ume share, ume like and comment. Na pia kuna video saba ambazo nilizoweza kuzieka katika channel ya Mkwanja Watu Wengi na kuonyesha ni jinsi gani au mbinu zipi tunaweza kuzitumia ili kuingiza faida. Mbinu hizo ziko hapa hakikisha unaziangalia, pitia moja baada ya nyingine na pia kuna video ya kuonyesha jinsi gani ya kuweza kufungua akaunti ya Palipesa pia naenyee iko hapa. Na kuna video nyingine imeandikwa time to win. Ile video time to win, kuna mtu alisema kwamba ni jinsi gani aza nikamuonyesha kuchambua basketball katika video ile time to win. Ukienda kuiangalia vizuri, itakuonyesha sasa ni jinsi gani ya kuweza kuchambua hizo basketball kwa uhakika kuchambua football kwa uhakika, na mwisho wa siku kufanya maamuzi, unachukua kipi katika mechi ambazo utaamua kubeti katika siku hiyo. Kwa hiyo ni vyema zaidi kaangalie. Unapokuwa unaangalia, hakikisha una like, hakuna kitu kinachoweza kupungua kwako, inakuwa vyema zaidi, inakuwa poa. Hii yote ni tuipaisha channel yetu ili iweze kufika mbali zaidi na endelea kufanya vizuri zaidi. <coughs> kuna game yetu au rollover ya kwanza tuliweza kuiweka jana, ilikuwa ni tarehe 31 mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano tuweza kuweka rollover hiyo, na baadaye ikawa imecheza sana usiku sana. Game hiyo tuweza kuiweka odds 1.556 tukawa tumestake shilingi laki moja, game hiyo ilikuwa ni ya basketball na game hiyo ilikuwa ni Orlando Magic vs Los Angeles, na tips tuweza kuomba katika first quarter, yani quarter one, tukaweza kuomba over arobaini na tisa pointi tano hamsini na baadaye zikawa zimeweza kupatikana, umeona na hiyo arobaini hamsini hizo zikawa zimepatikana, tukawa tumewini hizo, tumekaa tumewini laki moja na elfu hamsini na tano na mia sita na sisi tumesteki shilingi laki moja, lakini odds tulizokuwa nazo ilikuwa ni moja pointi tano tano na leo tena nimeandaa rollover nyingine kikubwa tu. Hakikisha una subscribe, ila ni vyema zaidi ukaweza katani on kale ka kengele, kwa sababu nitakapokuwa naachia hapa video, basi wewe uwe mtu wa kwanza kuweza kupata notification, kwa sababu unapokuwa umeacha ka notification on na naachia video hapa, basi lazima upate taarifa kwa Mkwanja oti ameachia kitu. Kwa hiyo ukae kijanja, usikae kizembe katika channel ya Mkwanja oti na pia wale wanaohitaji kujiunga VIP nilitoa free ya ID kwamba utajiunga kwa elfu thelathini kwenye VIP, hii yote ni kila mtu aweze kuenjoy tips za Mkwanja otswin pasipokuwa na stressi, na nikawambia kabisa kwamba siku tatu ambayo ilikuwa ni tarehe thelathini, thelathini na moja na tarehe moja mwisho, ambayo ndio tarehe moja ni mwisho. Ikifika saa sita kamili tarehe itakapokuwa imebadilika, basi hiyo itakuwa tumemaliza ofa hiyo. Na maana ukitaka kujiunga kwenye VIP utalipia kama mwanzo 2500. Kuna game nyingine naweza kuziweka jana usiku saa nane, saa nane usiku. Baada ya kushtuka kuamka kuangalia, kuna game za basketball hazijacheza kabidi Niziweke gemu hizo na kabla ya kuziweka, nilitengeneza nikawa nimezitupia kabla zijaanza, na zingine zikaanza mpaka zikamalizika asubuhi, na tem zilienda vizuri. Gemu hizi zilienda vizuri, ya kwanza ni Oklahoma vs Chicago Bulls na yenyewe niweza ku stake hapo, ilikuwa ni odds 1.90 nika stake tisini na sita elfu mia tisa tisini na tisa nukta tisini na nane. Angalieni kwa gemu hiyo <coughs> ilienda vizuri na game nyingine pia ilikuwa na odds mbili ilikuwa ni game ya Dallas vs Brooklyn, na game hii tuweza kuomba katika one half zipatikane over 13.5 maana over 14 na zikazi zimepatikana na kupitiliza, kwa hiyo hiyo 113.5 ikamepika na ilikuwa na odds mbili tukastake laki tuko na laki mbili na ishirini. Ongeleni katika game hiyo pia, ongeleni na game nyingine pia ilikuwa ni, ni hii game hii game inaweza kuicheza Los Angeles vs Houston na, na odds mbili tukaweka laki tukashinda laki mbili na, nilimpa handicap Los Angeles na enyewe mambo alienda poa. Ongeleni kwa gemu hiyo ilienda vizuri. Kwa hiyo mnaohitaji kujiunga VIP jamani, ni ofa sasa shilingi elfu thelathini. Watu walioingia jana tu tayari wameshamaliza hiyo, hiyo, sky kizembe. Sky kizembe, na nitakuonyesha VIP kule gemu ambazo zilifanya kazi jana vizuri za basketball. Angalieni pia, kaja gemu nyingine ika na moja point sabasaba Magic vs Los Angeles na hii gemu tuliweza kumpa katika CD yani, CD yani kipindi cha tatu, kwa tafsiri niseme hivyo. Bila shaka rais niweza kumpa Los Angeles ashinde kwa 1.77 na akaweza kushinda kumi na tisa kwa ishirini na nne tuka stick laki tuka laki moja, laki moja na laki sabini na saba. Pongezeni katika gemu hiyo. Gemu nyingine ilikuwa ni ni Orlando Magic pia na izo, anda hamsi um, kaomba mbili 52.5 katika kipindi cha tatu hamsina si 52 na game inaenda vizuri, na odds ilikuwa ni mbili point 20, 0, shilingi, tato, F15, na F15, na mbili ziro tano, tukaweza kustake shilingi laki tatu, tukatumia laki sita na elfu kumi na tano. Hakikisha una subscribe akisha una share una, una like na comment, tuendelee kupambana, tusikate tamaa, mambo yako poa. Tumieni nyenzo, tumieni akili ninazowaambia. Ukiona umeshindwa kabisa, umefanya maamuzi mashindwa, basi ni vyema zaidi wewe kajiunga mb... kwenye VIP channel. ili mimi niwe nakuwekea tu games, au kazi yako ni kuzi ni kuzibeti, mambo yaweze kwenda poa. Kwa hiyo hicho ni pia kitu cha kuweza kuzingatia, ambacho naweza kika kusaidia tukienda katika gemu ambayo sasa leo ambayo ni tumeweka rollover yetu rollover ya leo rollover ya leo ni ya tarehe moja mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano mwezi wa kumi na moja ambao nimeibeti hapa saa tano dakika hamsini na tatu ni jumla ya tarehe moja mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano ni odds moja point sita saba tano tumeweza kustake shilingi laki moja na elfu hamsini na tano na mia sita pesa ambayo tunaweza kuipata kwenye katika faida ya kwa hiyo gemu hii ikienda vizuri mambo yatakuwa poa zaidi. Hii game ya eni, eni say, Dynamo Kalsh, na tips tumeweza kuomba katika kipindi cha kwanza zipatikane pointi thelathini na nne yani over over thelathini na tatu pointi tano na odds ni moja pointi sita saba tano na tumeweza kusteki shilingi laki moja na elfu hamsini na tano na mia sita hiyo tusubirie matokeo tuweze kuona mambo yaliyopoa zaidi katika gemu ambazo iiweza kufanya za VIP nne, ya za kwanza ilikuwa ni na mabano katika nyingine tuka, tukaomba katika zisizidi katika Uh, wa nyumbani, yani wa nyumbani katika mechi nzima tukaomba mia mbili na kumi na moja vs Xiangdong mbili na, game game Fujian Sunsing, na under, katika quarter 1 na game hiyo iliweza kwenda vizuri na gemu hizi nadhani mnaziona. Hiyo ilikuwa ngapi? Ikaenda vizuri. Hii ilikuwa ngapi? Ikaenda vizuri. Hii ilikuwa ngapi? Ikaenda vizuri. Hizo ndo gemu za jana katika VIP channel. Kwa hiyo na ndio maana watu walioomba VIP, kwa sababu wanajua kabisa muda wao wa kuweza kuchambua game ni ngumu, muda wao kukaa kutulia, kutengeneza game ni ngumu, muda wao, hata kama wakiwa na muda kuchambua kwako bado ni changamoto, wakaomba niwafungulie VIP. Kwa hiyo VIP yao ndo hiyo, nimetoa ofa ya sikukuu ya Idi kujiunga kwa elfu thelathini. Sikukuu ya Idi inaisha leo na zile ofa ambazo nilikuwa nimetoa ni siku tatu kuanzia tarehe thelathini, thelathini na moja na tarehe moja leo. Na leo ikifika saa sita kamili ofa hiyo inafungwa, ina maana kuanzia siku zinazofuata utaweza kujiunga kwenye VIP kwa elfu hamsini. Kwa hiyo kazi kwako, hizo ni game na nadhani watu mtaendelea kufanya kazi na enjoy tips za Mkwanja odds win, hakikisheni tu na subscribe mna, share, mna like, and comment tukutane tu hapo baadaye katika video au content nyingine unahusiana na swala zima la betting. Kikubwa tu hakikisha unatumia akili, akisha unapata mbinu unazokuelekeza ili uweze kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Usibabaike na wala usitereke. Asante kwa kuwa nami, asante kwa kusubscribe, share, like, and comment. Tukutane hapo baadaye katika video au content nyingine inahusiana na swala zima la betting. Asante.